Kurunzi ni kituo cha afya ya viungo kwa watoto wanaoishi na mtindio wa ubongo maarufu cerebral palsy katika kitongoji kimoja mjini Mombasa. Hapa watoto hao wenye ulemavu huo hufanyiwa matibabu ya kunyoosha mwili na viungo kama njia moja kuhakikisha miili yao inabaki kuwa katika hali nzuri. Ingawa Kurunzi ni zahanati ya watoto wa cerebral palsy, hii pia ni sehemu maalum kwa wanawake kupata msaada wa kihisia na kimawazo. Mwanzilishi wa kituo hiki Mwanaisha Muhammed anasema changamoto za ubaguzi katika jamii, upweke, msongo wa mawazo aliyopitia akimlea mtoto wake mlemavu wa cerebral palsy ulimsukuma kujenga kituo hicho. Kwa hivyo Kurunzi inaingilia um, kutafuta huyu mzazi kumweka katika groups because siwezi deal na kila mzazi. Wazazi wako wengi, we have like 100 parents hapa Kurunzi, but sisi tunawapeleka kwa groups. Na wale leaders, grassroots leaders. Sasa katika group wana miti wanazochamaa wana wanaizwa mambo za kutengeneza masabuni wengine ni wapishi. So unapata ule mama pia anapata wenzake na anafunguka katika maisha yake yabaki kama vile alivyokuwa. Ann Mwanahamisi ana mtoto mwenye ulemavu huo. Yeye humleta binti yake wa umri wa miaka kumi katika kituo hiki kuhudumiwa mara mbili kila wiki. Binti yake anapohudumiwa yeye hujipumbaza kwenye baiskeli hii ya mazoezi kupumzisha akili kutokana na mawazo mengi na uchovu, licha ya kuwa ameikubali hali ya mtoto wake. Ingawa amejitahidi na kuendeleza biashara ndogo kutafuta riziki, hali ya mtoto wake imekatiza azma ya kufanya vitu vingi alivyokusudia maishani. Kurunzi imenifanya nimejua vitu vingi kuhusu huyu mtoto hata benefits zake. Nitasema tu hivyo, kwa sababu mwanzo nikimpeleka Makadara nilimpeleka Makadara akiwa na 6 months mpaka miaka tano, lakini sikujua kama hawa watoto serikali nawaangalia. Sikujua mimi, nilijua tu ni mtoto wako ni mgonjwa, ni wako peke yako nikakaa hiyo five years Makadara sikujua, lakini kupitia hizi mashirika Kurunzi, kuna shirika lingine Why Not limetufanya tumejua kumbe hawa watoto wanaweza kusaidika, si wangu peke yangu. Phyllis Karemi pia anauguza mtoto mwenye ulemavu anasema changamoto zinazowapata wanawake wa watoto walemavu ni nyingi mno, ikiwemo kutengwa na jamii, kejeli, wasiwasi, upweke, kando na matatizo mengi ya kihisia na mawazo. Sasa mwanamke akiwa na mtoto mlemavu anahitaji support anahitaji upendo, anahitaji mtu wa kumshika mkono, ile mzigo isiwe ni yake peke yake, cause unapata most of the time, the moment umepata huyu mtoto familia inaku, inakutenga, inakuwa mzigo wako. Hata mume mwenye mko naye kwa nyumba anaweza kuwa yuko yuko, but changamoto zote za huyu mtoto wewe ndio umebeba. Kukabiliana na changamoto hizi, wanawake wa Kurunzi wamebuni vyama vya kujiendeleza kiuchumi, kujiliwaza kimawazo, huku wakiondosha upweke unaotokana na kutengwa. Precious Mutheu mtaalamu wa tiba ya kunyosha viungo anasema mara nyingi shughuli yake huandamana na ushauri kwa mama hao, kuwajenga kihisia kando na mafunzo ya kuhudumia watoto hao. Kwanza ule mwenye amekuja mara yake ya kwanza ya, ya mazoezi anakuanga na ile inaetangwa hata ukimwelezea mtoto wake for example ako na down syndrome ama cerebral palsy anaweza kataa aseme, mtoto wangu ataa, hiyo si ya kwetu, na ni vigumu kumwelezea mama mwenye ako na denial kama mtoto wake ako na disability. Kasumba za kuwaficha nyumbani watoto walemavu pia zimeripotiwa. Jacqueline Mbone ni mama ya watoto watano, mmoja wao akiwa mlemavu wa, wa, wa cerebral palsy. kukuja mahali hapa pananifanya na kutana na watu wengi. Waona tunakutana na watu wengi kama saa hii, nyinyi mmekuja, mnakuja kuangaza mambo yetu haya. Kuna wengine, kuna juzijuzi, juzi wengine walikuja hapa, wanataka kujua tunakop vipi na watoto, wakitupa mawaidha. Waona kama ningekuwa ndani ya nyumba, ningejua kuna Mamakenani yuko hapa anapitia shida, ningejua kwa kuna watu kule nje huwa wanatoa misaada, ningejua kuna watu kule nje wanatoa dawa za watoto bure. Ah ah. Wanawake walezi wa watoto walemavu wanapitia changamoto za afya ya kiakili na za kihisia na ni muhimu kwao kupata usaidizi ili kushughulikia mahitaji yao ya kihisia. Salma Mohamed, VOA Mombasa.